Babage ndani ya boksi bado, Dube Dube anaitiwa nje, Mudathi recheza kona. Pengine kukosa michezo mingi kumesababisha amegotea hapo tisa, magoli tisa. Maxi pia Nzengeli ndani ya boxi bosi, Maxi kisigiroasi Stefani Aziz Ki, wakati nasema ana asisti nane. Maxi Pia Nzengeli akaona isiwa tabu, acha aongeze moja iwe ya tisa. Chukua nipe, chukua nipe, chukua nipe, chukua nipe, wa mwisho wakawa Stefani Aziz Ki. Lile shuti lilikuwa na nguvu sana kiasi kwamba unaweza ukafikiri labda goli liko Ubungo, ndio maana akapigia kubwa shuti, kumbe lilikuwa karibu yake tu. Aziz Ki Kibwana Shomari Maxi pia Nzengeli, weka kwenye njia kwa Kibwana Shomari, anaingia nao Kibwana, bado Kibwana Shomari b anamfikia swaiba so wake Clement Mzize kwa ufungaji, kapambana kwelikweli, straika wa zamani beki wa sasa, Kibwana Shomari. Dube akapambana ile akazunguka nayo na kuweka pembeni, na imanakaba akikunyosha mguu tu, akakumbuka kumbe mguu udaki ni mkono, akitaka kutumia mkono ametelewa, mpira unacheka na nyavu, wananchi wanaweka chuma cha pili. Abuya Dube tena kuwekea Israel Mwenda ataenda akaenda tuekiza ndani kule na pasi ile kwa Maxi. Chuma cha tatu Maxi pia Nzengeli, mara baada ya kuasisti goli la kwanza, ameona na yeye pia afunge, asiishie tu kuasisti. Krosi nyingi alikuwa akizicheza golkipa Jonathan Nahimana, lakini hii imempita mpita na hakuna namna yote wanaweza wakafanya kwa sababu, kuliko kuna beki kule kwenye lango na Maxi mpia Nzengeli Papy wa wakindo akausukumiza kwenye nyavu.